Wameilalamikia tume ya taifa ya uchaguzi kwa kuwabadilishia karatasi za kupigia kura ambazo walichagua maalum kwa ajili ya kuwarahisishia kupiga kura bila kuwa na msindikizaji. Karatasi hizo zenye nukta nundu zimeonekana kuwashinda kutokana na wengi wao kutofahamu jinsi ya kuzitumia. Mwandishi wetu Esta Bela Malisa anaarifu zaidi. Watanzania wote kuweza kuingia katika ule uchaguzi mkuu na kupiga kura kwa kuweza kuchagua raisi wa Bunge pamoja na madiwani. Lakini vipi kwa upande wa zetu ambao wenye mahitaji maalumu kama wale wasioona? Changamoto gani hasa inawakumba katika kipindi hiki cha kwenda kupiga kura? Na kwa bahati nzuri tukapata kifaa kile cha mfano tulichokipeleka tume ya uchaguzi na kifaa ambacho tume imekizalisha baada ya kupata ule mfano, kwa masikitiko makubwa ni kwamba tume imeshindwa kufuata maelekezo yale tuliowapa sisi kama wasioona ambao tunatumia maandishi ya nukta nundu, na imekwenda kumpelekea mtu ambaye ametoa kitu ambacho kiukweli hakifanani sana na maandishi haya ya nukta nundu, kwa sababu kina maandishi ambayo ni makubwa na ni manene sana, ambayo wasioona sio ambayo wanajifunza. Kwa hiyo tunatoa wito kwamba, jamani kwa wasioona wenzetu wote, kifaa hiki waweze kukiacha, watafute watu wanaowaamini, hiyo siku ya tarehe 25 waende wakawapigia kura, wasije wakaharibu, kwa sababu tume yenyewe bado kwa... tume ya taifa ya uchaguzi NEC wanalipi juu ya hilo kitu ambacho sicho o. Karatasi unatakiwa ukaikute kituoni. Kimsingi, uh, watu wasio wa, wenye ulemavu wasi, wa, wa, wa kutoona au wasioona walifanya mkutano na tume ya taifa ya uchaguzi katika mkutano ambao ulifanyika ambao ni wao ni sehemu ya wadau wa, wa, wa, wa uchaguzi, mwenyekiti wao wa taifa alishauri kwamba hizo karatasi ambazo watatumia kupiga kura ziwe na nukta nundu kubwa, ili waweze kuzisoma vizuri, kwa sababu zinapofungwa na kuwekwa kwenye maboksi zile nukta nundu zinafutika. Kwa hiyo kama kutakuwa na hilo lalamiko, lakini sidhani kama nukta nundu kubwa au ndogo inaweza ikafanya tofauti yoyote ya kusoma logic ni kwamba kila mtu anaweza kusoma tu saba kwa sababu ni vitu ambavyo kimsingi wao kwa vile wamesoma wanaweza kuzitumia zile kusoma kwa kadri wanavyoweza kuzitumia. Mwalimu Rehema Ibrahim ambaye pia haoni anatoa ombi lake kwa NEC ili jambo hilo lishughulikiwe. E, lakini ambacho ningependa kuishauri tume na na, na serikali ambayo itakuwa madarakani kwa baada ya tarehe ishirini na tano Wajitahidi sana. Sio mtu mwenye ulemavu mmoja abebe akili au abebe ile abebe interest za watu wenye ulemavu Tanzania nzima, kwa sababu nimeona kama kuna mistake wanachukua mtu mmoja wanapata view zake, basi yeye ndo anakuwa amebeba idea zote na interest zote za watu wenye ulemavu kitu ambacho ni wrong. Pia NEC inafafanua kuhusu watu wenye mahitaji maalum jinsi wanavyoandaliwa mazingira ya kupiga kura bila usumbufu yeah. Kimsingi, tume ya taifa ya uchaguzi imetoa maelekezo kwa wasimamizi wa vituo vya kupigia kura kwamba kuna kitu ambacho tume inaita makundi maalum na makundi maalum inamaanisha kwamba kutakuwa na, kwa na wazee, kuna akina mama wajawazito, kuna akina mama wenye watoto wachanga na kuna walemavu wa aina zote. Sasa maelekezo ambayo yametolewa kwa wasimamizi wa uchaguzi wa, wa katika vituo ni kwamba watu hawa ili kundi wanapofika kwenye vituo wapewe fursa ya kupiga kura haraka na waondoke kwenye vituo. Lakini pia kwa mfano kwenye upande wa, wa, walemavu kwa mfano wa viungo, kile kituturi cha kupigia kura kimetengenezwa kwa namna ambavyo mtu wa kawaida anaweza akakitumia kupiga kura, lakini pia mtu mwenye ulemavu wa kiungo anaweza akakitumia kinapogeuzwa juu chini. Uchaguzi mkuu utafanyika Jumapili tarehe 25 na vituo vitafunguliwa kuanzia saa moja asubuhi hadi saa kumi jioni. Estabela Malisa, Azam News, Dar es Salaam.